Hiyo ni habari ukurasa wa juu kabisa kwenye gazeti la Mwananchi, inasema, wanazuoni wataka haki amani kwenye uchaguzi. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa tatu, lakini habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni mapya ya Polepole. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi ni mapya ya Polepole pole. Majirani aliyepangisha nyumba wasimulia, mama mzazi asema anamtaka akiwa hai au amekufa, polisi wa msaka kaka yake aliyetoa taarifa za kutekwa kibatala E, aenda kurutini taasisi za tani. Hiyo ni habari kwenye gazeti la mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini aliyoahidi JPM nimekamilisha, e, aliyoahidi JPM nimekamilisha. Kilivyo maana Lissu shahidi kesi ya uhaini e, kilivyo maana Lissu e, shahidi kwenye kesi ya uhaini. Hiyo ni habari kwenye gazeti la mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini tuachana gazeti lako la Mwananchi, e, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii. Linaanza na habari inayosema maficho ya mimba za utotoni. E, maficho ya mimba za utotoni ni habari ukurasa wa nne, lakini Rais Mwinyi akabidhi boti ya wagonjwa kisiwani Kojani. E, Rais Mwinyi akabidhi boti ya wagonjwa kisiwani Kojani. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe. Na habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni Dr. Samia aonya wanaochafua nchi Huyu ni Rais Dr Samia Suluhu Hassan aonya wanaochafua nchi, asema hawana nia njema, wanaishushia hadhi nchi kimataifa, ataka wananchi waachane nao, waende kivyao vyao. Hiyo ni habari ukurasa watatu, lakini Lisu akwaa tena kisiki mahakamani. Eh, Lisu akwaa tena kisiki mahakamani ni cha kutaka kutumia maelezo ya shahidi wa jamhuri kama kielelezo katika utetezi wake wa kesi ya uhaini. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la Nipashe. Lakini mama polepole ataka mwanawe akiwa bado hai awe amefariki au amefariki. E, mama polepole ataka mwanae akiwa hai au amefariki. Hiyo ni habari ukurasa wa 18 kwenye gazeti la Kula Nipashe, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiacha gazeti la Nipashe tuangazie gazeti lako la Uhuru linaandika neema ya nukia kwa wakulima, e, mikarafu. Lakini ada tadea yatunga nyimbo za kuhamasisha upigaji kura na Majaliwa agiza wizara ya madini eh, lakini Dr Samia kuisuka Mwanza kimataifa. Hiyo ni habari inaendelea kwenye ukurasa wa ndani wa gazeti lako la Uhuru. Na kuna habari ukurasa wa tatu inasema, Dr Nchimbi agusia historia mpya. Huyo ni Dr Nchimbi, habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Uhuru eh, Dr Nchimbi agusia historia mpya. Lakini gazeti lako la Taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye lina habari inayosema DCB kuongeza watumiaji wa huduma za kifedha kidigitali. Lakini nitabadilika eh, nitabadili Mwanza iwe jiji kweli. Dkt. Samia asema nitabadili Mwanza iwe jiji kweli kweli, eh, huyo ni Dkt. Samia. Lakini katibu sisi Mroria adaiwa kubaka, hiyo ni habari kwenye gazeti la kura la taifa Tanzania uzalendo kwanza. Gazeti la kwa rangi mwema Mungu ana ni kitendo lenyewe linaandika siri ya mapato tarehe hii hapa Polepole maswali mazito. Lakini Samia atikisa Mwanza, tumevamiwa tukae imara kama taifa. Hilo ni gazeti lako Raia Mwema ukurasa wa mbele. Lakini uelekeo wa gazeti lako asubuhi ya leo linaandika dr Samia, wapuuzeni wanaochafua wa Tanzania, hawahakikishia Mwanza maji na barabara. Lakini wakulima wa karafuu Zanzibar wapewa hati za mashamba na Lubinga. Rais Samia amekomaa kuiongozi, eh, ni ushujaa wa taifa letu hilo ni gazeti lako la Mwelekeo, habari zote zinaendelea kwenye kurasa za ndani, pata nakala yako. Lakini gazeti lako la Majira nalo lenyewe, e, asubuhi ya leo, linaanza na bani na usema polisi ichunguze alipo Polepole, kwenye bari ukurasa wa nne. Hao ni tefu wasema polisi ichunguze alipo Polepole, kwenye bari ukurasa wa nne. Lakini profesa wa Misri achaguliwa kuiongoza UNESCO, kwenye bari ukurasa wa pili. Lakini maaskofu DRC wapinga hukumu ya kifo dhidi ya kabila e, maaskofu wa DRC wapinga hukumu ya kifo dhidi ya kabila hiyo. e, ni habari na yeye inapatikana kwenye gazeti la Majira. Lakini Mwinyi afafanua hati miliki kwa wakulima wa karafuu. e, Samia ahidi kuifanya Mwanza jiji, e, jiji la kisasa, ahidi kutekelezaji miradi ya maendeleo uboreshaji miundombinu ya masoko maji na barabara zinazoingia katika jiji hilo. Lakini Othmani, wakati umefika wazanzibari kujitathmini. Benki ya Dunia, uchumi wa Afrika umezidi kukua. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti la Majira, ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Majira, tuangazie gazeti lako la ria gazeti la Mzalendo, ukweli na uwazi, ukurasa wa mbele inaandika, katibu CCM Rorya akwa tuhuma za ubakaji lakini Tanzania kuziongoza nchi za Afrika, mkutano wa COP30 Brazili. Kambi ya matibabu ya weka historia mpya Anjuan, wagonjwa wa moyo figo wa saratani wapata nafuu. Hatusahau tiba bure tunayopewa na ndugu zetu wa Tanzania. Hospitali ya hombo yazidi kustahimili wingi wa wagonjwa, lakini wananchi watoa wa ushuhuda upepo e, upendo na utu wa madaktari wa Tanzania. Hiyo ni habari ukurasa wa tano, ni kambi ya matibabu ya weka historia mpya anjuani Lakini Mwanza nao wampokea Rais Samia kwa vibe la ajabu. e, mwamba e, Mwanza nao wampokea Rais Samia kwa vibe la ajabu. Habari inaendelea ukurasa wa tatu kwenye gazeti ya Raia Mzalendo. Lakini gazeti lako la Jamvi la Habari linaandika, Dr Samia tuilinde heshima ya taifa. Huyo ni Rais Samia asema tuilinde heshima ya taifa, tudumishe amani, tusikubali siasa za chuki. Huyo ni Dr Mwinyi asema hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania leo linatuandikia kambi za kibingwa yageuka kivutio. Rais Samia kuongoza ujumbe mkutano wa COP 30 nchini Brazil. INEC yatangaza idadi mpya ya ongezeko la wapiga kura wafikia zaidi e, eh, milioni 37,647,235. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo ukurasa wa mbele, huku gazeti lako la Dira ya Mtanzania lenye inatuandikia Tanzania kuongoza nchi za Afrika kopo 30 Brazil. Lakini Dr Samia atoa elimu ya upigaji kura, awataka kufuata taratibu zote za Tume ya Taifa ya Uchaguzi, awasihi wananchi kuhakikisha wanajitokeza kwa wingi Oktoba 29. Lakini Dr Mwinyi akabidhi hati miliki ya mashamba ya karafuu, ine kiyatangaza idadi ya wapiga kura, wizara ya nishati tume ya mipango kufanikisha nishati dira 2050. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbili. Na tuachane sasa na gazeti zako kwenye ukurasa wa mbili, tuangazie kwenye kurasa za michezo. Tunaanza e, na gazeti lako la Jamvi la Habari kwenye michezo linaandika Yanga na romundi kimekamilika, lakini e, zombi azidi kunena kwa Zuchu, lakini kimataifa, Liverpool, Arsenal, Man City vita mpya ya ubingwa na gazeti lako la Uhuru linaandika Taifa Stars Zambia ni mechi ya heshima, namba zinaongea, ligi kuu bara masta 25 waitwa Twiga Stars, bodi ya ligi yatoa maagizo. Hilo ni gazeti lako la Uhuru ukurasa wa michezo, huku Taifa Tanzania linatuandikia Grant, tumekuja Tanzania kushinda. Huyo ni Grant asema tumekuja Tanzania kushinda. Diamond Platinum amsaidia bakteria milioni 40. Lakini michezo wa Kafu super kupigwa tarehe hii na Guardiola andaa mnuso wa mechi 250 hilo ni gazeti lako la taifa Tanzania ukurasa wa michezo, huku gazeti lako la majira kuna michezo inaandika Taifa Stars, Zambia mechi ya maamuzi leo. Morocco asema hana presha, wachezaji wafunguka. Shekedi eh, Shekedi michezo ni chombo cha umoja wa Afrika. Hilo ni gazeti lako la majira, lakini iko ni gazeti lako la nipashe linaandika Taifa Stars ya Ipania Zambia leo, Zanzibar. Yanga yangukia kwa kocha ya Madagaskar jioni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Uelekeo linaandika Yanga yashtukia wanaompigia debe, fozi Stars dimbani leo, Zanzibar na Zambia, lakini JKT Queen kutumia vijana ngao ya jamii eh, Zuchu singoki WCB ngo, lakini Simba yatatizwa na viwanja vya kuwazima. Hilo ni gazeti lako la Uelekeo. Lakini Raia Mwema kwenye michezo linaandika Simba ilishinda kwa ubora wa Matola, lakini Twiga Stars yaitwa kwa Ethiopia. Yanga kuvimbiwa na Mbeya City ajabu, hilo. Eh, ni swali la kujiuliza kwenye gazeti la koraia eh, Mzalendo. Lakini tuangazie gazeti lako la mwanaspoti kwenye michezo kurasa wa mbele linaandika fols akitoka roho roro anaingia, e, eh, fols akitoka roro anaingia, bosi azungumza na Mwanaspoti. Lakini pantevu aanza na mkwara Simba, fetoto kodi yake kata kuiuza spas lakini ngumi kama baba kama mwana lamens amkosha h. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwanaspoti ukurasa wa michezo, upate nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la mwanaspoti kwenye kurasa za michezo ndo linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.